Tuelekee kaunti nambari nane ambapo mahakama ya Wajir imelalamikia kujikokota kwa uchunguzi wa kisa ambapo msichana mdogo aliteketezwa moto na kuuawa kwenye utata wa ndoa eneo la Habaswein. Hakimu mkuu wa mahakama ya Wajir Aganyo Roselyn sasa akiagiza uchunguzi huo kuharakishwa huku mwili wa Gaal Aden ukitarajiwa kufukuliwa hii leo katika kaunti ya Wajir. Hakimu Aganyo Roselyn ameeleza kuchoshwa na mwendo wa pole wa uchunguzi huku washukiwa wakiendelea kushikiliwa bila kufunguliwa mashtaka na hatua muhimu za uchunguzi wa kisayansi zikiwa bado hazijatekelezwa. Hakimu Roselyn ameongeza muda wa siku kumi kwa wachunguzi kukamilisha uchunguzi wao ambao unahusisha upasuaji wa maiti uliopangwa kufanyika leo huko Dagale, mahali ambapo marehemu Gaal Aden Abdi alizikwa. Hakimu huyo alionyesha wasiwasi kuwa mvua inayoendelea katika eneo hilo inaweza kuharibu shahidi muhimu. Amezitaka taasisi za uchunguzi kuharakisha mchakato na kuhakikisha haki kwa Gaal inapatikana bila kuchelewa zaidi. Macho yote sasa yameelekezwa Dagahlei, ambako ufukuzi wa mwili ukifanyika leo. Maafisa kutoka DCI na wataalamu wa upasuaji wa serikali wanatarajiwa kufika eneo hilo, wakati juhudi za kutafuta haki zinaendelea. Nikiripoti kwa runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Wajir mimi ni Hashim Jimal.